Tanzania Prisons wao watacheza na wananchi. Uh, kila timu ina uhitaji mkubwa katika race ya ubingwa Young Africans, lakini Prisons kuhakikisha kwamba wanabaki katika ligi kuu kwa msimu ujao, lakini Coastal Union na wao kwenda kucheza na Fountain Gate ambao hawa Fountain Gate, uh, watakuwa ugenini, alama tatu itawafanya wakimbia katika playoff. Hmm. Kwa hiyo tuanze na mechi ya Yanga. Tanzania Prisons wakati <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> so, so uh, moja ya kitu ambacho Amanjosia kocha Tanzania Prisons atakuwa anawambia wachezaji wake hei, uh, tukam kwanza, tunakutana na timu ambayo inahitaji ubingwa kwa namna nyingine yoyote au kwa namna yoyote, na wanazo sifa Yanga za kuwa uh, champion kwa upande wa quality wachezaji ambao wanao mm. Lakini hata ukitazama kwenye upande wa historia uh, Tanzania Prisons na Yanga, hizi ni timu ambazo zikikutana mmoja anaonekana kuwa bora zaidi kuliko mwenzake. Yanga anakuwa mm. bora zaidi mbali kabisa kuliko Tanzania Prisons. Sikumbuki mara ya mwisho Tanzania Prisons anamfunga Yanga mm. katika kumbukumbu kumbu zangu haji, Tanzania Prisons hajawahi kumfunga Yanga katika kumbukumbu kumbu zangu kwa hiyo ni timu mbili ambazo zinakutana zikiwa na historia mbaya, ikiwemo Tazana Prison kuwa na historia mbaya mbele ya Yanga mm. lakini Tazana Prison wanakutana na Yanga ambao wanahitaji alama tatu kuliko alama nyingine yoyote. Kwa upande wa Tazana Prison mm. wanakutana na Yanga ambao wana wachezaji ambao wanaweza kucheza staili yoyote mm. ujua Tazana Prison miaka ya nyuma walikuwa wanasifika kwa pila gwaride mm. lakini baada ya mabadiliko ya makocha wawili alipita wa madiali sasa hivi kwa Man Josia mm. hawachezi tena mpira gwaride. Sasa hivi na wao wanacheza possession football mm. kwa hiyo wanakutana na Yanga ambao wangecheza gwaride, walikuwa na uwezo wa kucheza gwaride. Yanga wana wachezaji ambao ukimgusa mmoja mmoja, wanayo matilio. Mudathir anaweza kucheza mpira gwaride, Duke mm. Abuya anaweza kucheza mpira gwaride, Halidi anaweza kucheza mpira gwaride, Mzizi anaweza kucheza mpira gwaride. Lakini hawa wachezaji ambao wanaweza kucheza mpira gwaride kwa upande wa Yanga, wanaweza kujiswitch kucheza mpira mzuri tumeshuhudia wanapokutana na timu ambazo zinaweka mpira chini mm. na wao Yanga naweka mpira chini. Kwa hiyo material ambayo Yanga wanayo wana uthubutu wa kusema kwamba nyie, nyiye Tanzania Prisons nchezeni vyovyote mnavyoweza mm. sisi tunaweza kuadapti na kucheza mnavyoweza, sawa.